Nitakufanya kuwa chombo kikali eh. Kipya cha kupuria mkato eh. Chenye meno nukta mkato eh. Utaifikisha milima mkato eh. Na kuisaga nukta mkato eh. Nawe utafanya vilima kuwa kama makapi eh. Nukta fungaseni leo unafanywa kuwa chombo kipya haya yeah. Mafuta unaopakwa amina. Unatengenezwa uwa silaha ya kupiga adui, hata kama ususeme, amina. Yanakutengeneza kuwa chombo kukatakata ki. kila babaya Amen. kufikicha kila milima, maadui wote chini Amen. Wacha wote chini yako, magonjwa wote chini yako, unapotembea unayakanyaga kanyaga Ambia jirani yako leo nafanyika kuwa, kuwa chombo kipya. Leo nafanyika kuwa chombo kipya cha kupiga watesi wako, cha kukanyaga watesi wako, cha kukatakata watesi wa. Hiyo milima. Hiyo milima. milima. Ni mfano wa maadui. Ni mfano wa maadui. Utaenda kuwa fikicha. Utaenda kuwa fikisha. Utaenda kuwa finyanga. Utaenda kuwa finyanga. Je, unaamini? Je, naamini. Kwamba leo unafanywa kuwa chombo kipya? Naamini leo. Kwamba leo unafanywa kuwa chombo kipya? Leo unafanywa kuwa chombo kipya. Unaamini na hilo? Naamini. Anasemaje na huyo? Naamini.